Msanii wa Bongo Flava Ibraah yuko nchini Kenya kwa sasa. Ibraah alipotua uwanja wa ndege alilakiwa na msafara mrefu wa magari ya kifahari. Hii ni baada ya kuitambulisha timu yake ya Oya Gang siku chache zilizopita, na show yake ya kwanza kufanya baada ya utambulisho huo ni ile show ya Tanzania Dodoma kwa zile show za chuo kwa chuo. Sasa Ibraah ametua Kenya kwa ajili ya shows kadhaa, na Ibraah amekuwa na bahati sana ya kupata mapokezi ya kifalme nchini Kenya kutoka kwa mtangazaji maarufu wa Kenya, Willy M Tuva. Ibraah anaingia kwenye ramani mziki kwa kasi sana lakini nini maana ya haya yote? Hebu tuangazie zaidi kwa kina. Okay, sote tunajua kwamba Ibra alikuwa ni msanii ambaye alikuwa chini ya lebo ya Konde Gang na bosi wake alikuwa ni Harmonize, lakini wakawa hawaelewani kikazi, na baadaye mara wakawa na mambo ya kuitana chumbani, sijui nini, lakini Ibra akaamua uamuzi sasa wa kutoka kwenye lebo na Ibra alifanya hivyo. Lakini move yake ya kwanza ambayo Ibra alifanya, aliamua kuitambulisha timu yake ambayo ni Oya Gang na kutambulisha Oya Gang, akapata shoo yake ya kwanza ambayo ndio hii alifanya juzi kule Tanzania Dodoma, kwenye shoo za chuo kwa chuo ambazo zinaandaliwa na Billnass na mkewe Nandy, na hii ilimrudisha tena kwenye headlines baada ya shoo yake kusifiwa sana, ya kwamba aliua sana. Lakini kilele cha yote ni jinsi alivyowasili nchini Kenya. Kwanza, jamaa amepokelewa kifalme, yani kiufupi, Ibra hajaingia Kenya kinyonge. Ndio maana anasema jamaa amekuwa na bahati sana, kwanza na mmoja ya majina makubwa kwenye industry ya Kenya Mzazi Willy M Tuva. Alafu jamaa amepokelewa na msafara wa kishua. Hii ni bahati ambayo hata wasanii wa Kenya wenyewe huwa wanazikosa, yani hizi ni fursa ambazo haziko kwa kila msanii Kenya, ni fursa za wasanii wachache sana na sijui ni msanii yupi na yupi kwa sasa naweza nikakutajia ambaye anapata privileges kama hizo. Katika mkutano na waandishi wa habari, Ibra alisema huu ndio mwanzo wa safari yake na pia akatumia fursa hiyo kuitambulisha tena timu yake kwa mashabiki wake wa Kenya, na hizi ni katika jitihada za kujaribu kupanua upeo wa mziki wake katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ibra anatarajiwa kufanya shows kadhaa jijini Nairobi na maeneo mengine, kwa hiyo tunatarajia kuona moto ule ule aliuonyesha Dodoma. Lakini je, unadhani huu ndio mwanzo wa Ibra? Na je, Oya Gang inaweza kumpatia fursa ambayo Konde Gang ingempatia? Niachie maoni yako kwenye comment section, ebwana. Mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi nne na tano na waachia nyinyi hapo e bwana, eh, tukutane kwenye video ijayo.